uliopo katika maeneo ya jamii. Bado tunazo changamoto kubwa tulizonazo katika kuziripoti kesi hizi za uhalifu zikiwemo udhalilishaji wa watoto. Hili ni changamoto ambalo tunalo katika jamii, na sisi kama watendaji wa jamii zinazotuzunguka tuendelee kushajisha, tuendelee kukemea na kuiasa jamii umuhimu wa kuziripoti kesi hizi katika vyombo vinavyohusika. Na ukiangalia hii mia nane na ishirini na tisa, inawezekana kuna zaidi au pengine kuna nusu yake ya hii ambayo haikuwa reported, na hivyo hatuwezi kuwa nayo. Sasa hapa nitoe wito wa SOS kuangalia uanzishaji wa mradi ama hata mradi huu, tunaweza kuongezea component ya reporting system kwamba shule zetu 149 ambazo zinakwenda kuingia katika utekelezaji wa mradi huu ziwe na uwezo pia ya kuandaliwa mfumo wa kuweza kuripoti matendo mbalimbali mbali haya ya uhalifu yakiwemo pia ya udhalilishaji ili kusaidia sasa, kabla kesi zile hazijafika nyumbani, watu wakaweka busati, wakaanza kukubaliana huko, lakini itakuwa tayari tumeshazinasa, kwa sababu zimeripotiwa kwenye mfumo. Jeshi la Polisi litachukua juhudi zake na kuchukua hatua. Hii itatusaidia pia katika maeneo hayo, ili anapoenda kule, lengo ni kutengeneza wale watoto wakuwe katika maadili mazuri katika misingi ya kwamba tunaamini kwamba mtoto kile kizazi kitengeneza kikiwa katika maadili mazuri, wanapokuja kuwa watu wazima, ina maana kwamba watakuwa ni mabalozi wazuri katika zima nzima ya Jeshi la Polisi ya kuzuia na kupambana na uhalifu. Kwa hiyo tunashirikiana na wazazi, walimu na jamii kwa ujumla katika katika kuwafundisha watoto aina mbalimbali mbali za uhalifu ambazo zinaweza kuwa ni, ni hatarishi kwao na vile vile yale makosa ambayo yamewatokea nyumbani, yale makosa udhalilisha ya udhalilishaji ambao anakuta yamewatokea nyumbani lakini hakuweza kuripotiwa, kuwafundisha aina za uhalifu ambazo wanatendewa na ambazo tunahisi kwamba wanaweza akatendewa kulingana na mazingira yaliyopo ili wanapozitambua iwe ni rahisi kuziripoti. Kwa hiyo kupitia hii programu, kwenye ile kurudisha watoto shuleni, kwa watoto watukutu ambao ukienda shuleni kule unakuta darasa lina wale absentees wa kudumu, wale ambao kwa mwaka jana tu wamerudishwa, kushirikiana na wenzetu hawa Jeshi la Akiba wamerudishwa mashuleni wanafunzi mia mbili tisini na sita. Sisi sisi kama taasisi tupo katika transformation kubwa, ama tunasema big shift, ambayo tunatoka katika malezi ya watoto katika vijiji, na lengo letu kubwa ni kuwakutia watoto wengi zaidi, ambapo tunakwenda katika mradi wa kuimarisha familia. Mradi huu unateke, unafanyika kwa muda sasa lakini transformation yetu kubwa ni kufanya kazi na taasisi ikiwemo Jeshi la Polisi ambalo tumeona opportunity kufanya nao kazi, wao tunaweza kufikia wadau wengi zaidi.